Bwana, hivi unavyofanya si sawa, wewe umemdhulumu mtu fulani haki yake, mpe mfano. Yani usifanye hivyo, sio jambo zuri. Nawe wamgiukia sasa, mbona wewe ulimpiga mtu fulani mwaka fulani? Kwani vile ni vizuri? wewe ulimpiga mtu fulani, kwa maana kwamba takatotoe draw sasa, sio mi nilizokifanya na wewe ulichokifanya Sawa. Kwa mimi, niache, mimi nisa, ita, na ni ache na mimi kuache sasa, kweli dini itasimama namna hiyo? Tujalini hivi, lakini sasa je, ni kweli wanawazuoni hawajakataza mambo haya? Haujui kwamba kuna ahlul ghalaba. Qala alladhina ittakhadhu qala alladhina ghalabu ala amrihim

Si wanawachuoni walikataa, lakini wakafanya na hivyo hivyo. Kuna mambo mengi utakuta ahlulghalaba kwa maana salatin na muluki, muluki, wanaweza kufanya hali ya kuwa wanawachuoni wanalipinga. Sasa kusema tu kwamba wao wanaona, mbona wapingi? Kuna mambo mengi ya munkarati yanafanywa na watawala mbalimbali, wanawazuoni wanayapinga na kuyakataza. Sasa pia ile tusiende, lakini huu si usulubu wa kiilmu Unapoletewa hoja ijibu hoja, usirukie kwenye kosa jingine, kwamba mbona fulani kafanya jambo fulani. Kufanya kosa mtu fulani hakuhalalishi lile kosa lako nalolifanya, na, na sio majibu ya kukimbia hoja. Wewe kwa lugha fupi za kusema hapa, msiende huko wala kule, si kachukua Abdul Malik bin Marwan kifanya hivyo, chukueni hivi, shekhe kakwepa hoja kwa sababu hana majibu nayo. Ya sawasawa ya msingi. Na hao watakaokuja kumjibia pia wataikwepa hoja hii, mimi nawaambieni h wataikwepa hoja hii, watatafuta maneno mengine, lakini sisi twarudi kwa kusema kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulid bali ni wao kuto kumwelewa. Kwa hiyo basi wakiendelea kuimba kwamba Maulidi si bidhaa yeye kasema yafaa, wakawa wasema Sheikhul Islam kasema hivyo. Ibn Taimiyah funueni makataa, Ibn Taimiyah kasema, mwamzulia uongo, mwapata madhambi. Na kumsemea uongo mwana wa chuoni au mtu wa kawaida, ukamsemea uongo tu, hali ya kuwa jambo ambalo hakulisema, wapata dhambi wewe, na yule aliyeanzisha jambo hilo pia apata dhambi. Haya, endeleeni kupata madhambi shekhe, endeleeni na wale Ibn Taimiyah hatadhurika chochote, lakini hakusema, na wale hajasema yafaa, bali amesema huyo aliyekosea na akafanya kwa kukosea, Allah atamlipa kwa jitihadi yake yeye. Yeah, amesema hivi basi, lakini kuwa yafaa hakusema hivi, bali amesema hayafai. Mimi mpaka hapo nitakuwa nimefika mwisho wa majlisi yangu <laughs> ya leo. Kwayo, waambia, me, Aymaneno. Kwa hiyo ndio maana mimi nikawaambia siku zile kwamba yafuteni haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu nimwamtia madhambini bado, huyo aliyesema niendeleeni kuimba tu, lakini ujua mwamtie kwenye madhambi. Kwa nini? Kwa sababu anamsingizia Ibnu Taymiyyah jambo ambalo hakulisema, na sisi kwa nia nzuri tunajua kwamba pingine ni kwa vile hakuwa na kitabu Iktidau Sirati al-Mustaqim kwa wakati ule akakisoma akayaelewa, maneno ya Ibn Taimiyah yametokea wapi, yakaishia wapi, pingine labda hiyo ndio sababu. Kama ni hivyo, Allah atamsamehe makosa yake. La kama si hivyo amekusudia kwa maksudi, na nyinyi mkakusudia kwa maksudi, baada ya kuelezwa maneno haya, mtapata madhambi na mtamtia kwenye madhambi na yeye. Endeleeni tu kuimba, Ibni Taimia akasema kwamba yafaa. Sasa ukisema, tutakuja na vitabu tukuonyeshe, kitabu kipi em, seme ni kitabu gani ambacho mtakuja nacho? Tutasema kwamba hapa kasema yafaa. Alafu kitu kingine ambacho namalizia nacho, kulikuwa nimeghafirika nacho, wao huwa wanapokuwa wanataka kukwepa hoja wanasema twite, tuje kuoesha. Twite nani ya kuite? Sisi wala tukuite, na wala katika sharti za mijadala hakuna sharti la kuitwa kwamba mpaka uitwe, ualikwe, ulipe vitabu sisi tumeshuhudia mijadala mingi hapa Tanga ikifanyika, mashekhe wa kijadiliana kila mmoja na mimbari yake na kinara chake, kila mmoja asema. Ukianzia hiyo ya Shamsia na Zaharau, Shamsia na Mawa, Shamsia na Ansari, hakuna hata mmoja asema kwa twite. Bali nakumbuka mimi, Shamsia waliitwa na Zaharau wakakataa kwenda kwamba tukutane msikiti wa 19 kwa Mzamilu tuzungumze watu wa awatu Wazaarau waseme akwenda. Hey, pale tutaanza, tutafungua masalik, na masala alakdaria katika mambo ya faraidi. Basi ah, waitana watu mzungumze kwa masala ni masalat al akdaria. Watu shamsia wa hawakwenda, shekhi aliwakataza pale. Shekhi Muhammad bin Ayub akamwambia msiende wale walipokuwa shamsia wakwenda, wakatoka na zefulao kwenda mpaka markazi nini kwao, na wakatunga kaswida na wakaweka siku maalum, wakapiga nyimbo pale, na ikatunga kaswida maalum ya ushindi, na wakatoa kombe, kombe ili kombe kama Simba na Yanga, kombe likatolewa pale wapi, na wenyewe lakini, hakuna cha kwamba kuita sijui mgeni fulani, likanuliwa kombe jipya, nikafungwa fungwa matamba tambaa matamba tambara yani, na ikaimba kaswida pale, ikapigwa ushindi wa dharau. Kuna vituko sasa. Hayo yote yamepita, sio lazima uitwe kama una majibu jibu, lakini kielimu na si kila anayejibu au anayezungumza sisi, sisi hatumjibu kila mtu, wewe utajibu mpaka. Wewe huwezi kumjibu mwewe, sio utamwacha tu, awakullama tanna dhubabu wa wazajartuhu Mwarabu mmoja anasema mjeuri kweli kweli. Eh? Yeah. haina haja kutafsiri ku, ku, ku, maneno yake. Yeah. Nasema hivi kila nzi aki, akiwa analia ana, ana, ana, ana, ana. Basi mimi nitakuwa na, na kazi ya kumfukuza tu basi, nzi kwangu mimi ni mtukufu sana. Kwa hiyo si kila anayezungumza, hii mimbari hii ina thamani kubwa. si kila anayezungumza ajibiwa, wengine waachwa. Wewe kishaona umeachwa, ujue umepuuzwa tumekupuuza sisi, hatujibu kila mtu. Huko kwenye YouTube kuna watu maelfu ma, kila mmoja atakujibiwa? Sisi tutawanyamazia tu, tunajua huyu, huyu mpumbavu huyu safihi huyu, tumwache mwenyewe na jambo lake, atayeyuka yeye mwenyewe, sisi tuendelea na mambo yetu. Lakini kuna watu wakizungumza, twaangalia. Sasa ametoa hoja, amebabaisha yana athari gani, maneno yake yafaa kujibiwa, tutamjibu. Na wengie tunawapuuzia, wengi wefuatilia, utaona si kwa kushindwa, ni kwa kuwapuuza na kuchunga maslahi hayo. Lakini sisi tunataka hoja zetu za msingi ndio hizi, msiwazulie wana wazuoni wetu maneno ya uongo. Ibn Taimiyah hajajuzisha maulid wala hajasema yafaa. Tafuteni maneno mengine yaona, wanazuoni wenu wenye kuyajuzisha hayo, sisi tutajibu hao kwa hoja, kama ikiwa ni mambo yanahitaji ku, ya, ya, ya, ya, kujibiwa na kitu kingine. Usitwambie kwamba hey, kila unavyopinga maulidi ndivyo anavyozidi, kila tunavyopinga pombe ndivyo zinavyonywewa, kue tuache tuache kwa hiyo Qurani ifutwe sasa, aya za pombe, aya za liwati, aya za zinaa, aya za kamari, aya za riba, kwa sababu riba zimeingia mpaka mitaani, tuzifute aya hizi kwa sababu zimekifiri. Hatutazifuta na zitaendelea kukatazwa, haya yote yataendelea kukatazwa maadamu Qurani imekataza na Sunna. Hatuangalii watu wangapi wanafanya na wamezidi kwa kiasi gani. Kwa hiyo kutuambia hey, kila mnavyokataza sisi tutazidi zaidi, sasa washindana nani? Liyahlika man halaka an bayina wayahya man haya an bayina nasalullah lana walakum taufiq wsada. insha llah ttakua tumebakiisha majlisi kama mbili, na hizi majlisi mbili hazitatuzuia ratiba zetu za kusoma. Sasa tutarudi kama katika hali ya kawaida kusoma, lakini majlisi mbili insha allah tutazimalizia kama katika wiki hii au wiki ijayo, turudi kwa mudiri sasa wa shamsi lmaarif anavisimama au vikao kama viwili hivyo kumalizana naye